Baadhi ya vijana kutoka eneo la Gusii wamesema mwendo mrefu kutoka nyumbani kwenda vyuoni ama vituoni vya kusajiliwa kwa kuwa wapiga kura vimechangia idadi ndogo ya Wakenya wanaokujitokeza kusajiliwa. Wakizungumza kwenye hafla moja ya umma katika eneo la Nyagachi katika eneo bunge la Mugirango Magharibi, vijana hao wameitaka tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini kuanzisha vituo tamba mashinani kwa kusajili wapiga kura wapya. IEBC inalenga kuwasajili wapiga kura milioni eh, 6.3 kufikia mwaka 2027. Sisi tunataka kuambia IBC, hivi pesa mnapewa ni mingi sana. Hakuna haja ya kukaa huku kwa ofisi, tembea manyumbani, muhakikishe kwamba kila mtu amejiandikisha kushika kura katika Kenya, watu wachukue kura. Mmekaa pale mnongoja wakuje watu, hawana fare ya kwenda kuchukua kura huko Nyamira, sio hiko? Ni distance kubwa sana. So watu wa IEBC make sure kwamba mmepita door to door, make sure kwamba hiyo ni kazi yenu at the end of the day you are paid. Make sure kwamba wananchi wamechukua kura, ndio na sisi pia tuone nyinyi pia mnafanya kazi. Shika kura, jipange mapema ikifika 2027. Mjue mtu mnapigia kura because all these readers sisi ndio tunawachagua, si ndio? and the, the worst readers are being chosen for from, uh, by us. Licha ya eneo bunge la Kajiado